Eneo bunge la Teso Kaskazini huko Busia umewakosesha wakazi wa eneo hilo fursa ya kupata huduma za afya hospitalini, wengi wao wakisalia nyumbani. Haya yalibainika wakati wa kambi ya matibabu faa ya Alupe, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kupata huduma hizo. Wakazi hawa kutoka maeneo bunge ya Teso Kusini, Kaskazini, Matayos na hata nchi jirani ya Uganda walimiminika hapa Teso Kusini kupata matibabu ya bure katika shughuli hii ya siku sita hapa idadi kubwa ya wazee wenye matatizo ya macho na meno walirauka kupanga foleni. Mpango huu na serikali ya kaunti ya Busia, mbunge wa Teso Kusini Mary Emase walipia hata shaa waweze kupata matibabu. Shida kubwa, wengi wanaungua ugonjwa wa macho wengi wanaugua ugonjwa wa meno. Emase kadhalika amesikitika kuwa ukosefu wa nguvu za umeme katika vijiji vingi vya eneo hilo umesababisha ongezeko la matatizo ya macho kutokana na moshi ya taa za koroboi. Wengi wao ni macho na pia na pia naona ni kwa sababu ya ukosefu ya stima sehemu nyingi katika Teso Kusini villages mingi hata hatuna stima, sasa ile kutumia kuni kupikia, kutumia ile tunaita kadoba kale, kakataa kamkebe, kanatumia mafuta taa, ndio watu wanatumia, watoto wanasomea kitamboa kuwe, wazee. Unapata wengi sana wako na shida ya macho. Daktari wa macho wa mik amesema kuwa lengo lao ni kuwafikia wagonjwa takriban elfu tatu. We are, uh, intending to target, um, between 2,500 and 3,000 people to be seen

Baadhi ya wagonjwa waliojitokeza kupata huduma wamesema kuwa wameugua kwa muda mrefu, kwani hawana uwezo wa kifedha kutafuta matibabu hospitalini. Mimi kitenye nakoshesha mimi kuenda kuenda hospitali. Saa ingine unaweza ende hospitali, wanakuambia dawa hakuna, na tena huwezi kuenda bila pesa kama una pesa uwezi pata matibabu. Na tena tuliambiwa ati mukate sha, sisi tunakata sha, lakini vili unaenda hospitali sha itumiki. Sisi kwa kweli kwa leo tumeona kama tumeteremkiwa na Mungu sababu hapa tuna fakara kubwa kabisa. Ukienda kwa hospitali ya private unaambiwa hata elfu tano hata elfu mbili uwezi kucontribute sababu umaskini mezidi na sisi hapa. Wamewahimiza viongozi katika kaunti ya Busia kushirikiana na kuandaa kambi za matibabu ya bure katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ili kuwafikia wakazi wasio na uwezo wa kifedha. Hawa wabunge wengine pia washirikiane, wakuwe kama Mheshimiwa Mere Mase, ashikane na mcs wote 35 pamoja na Mheshimiwa gavana Utuoma wasaidia wananchi wa Busia, maana wananchi ambao waka hapa ni wengi sana, kumaanisha Busia iko na shida ya magonjwa mengi kumaanisha waki, hata wafunyula Nambale wapi, wakifanya watu ni wengi wagonjwa. Tafadhali waheshimiwa, msiendo katu na rubi. But nataka kushukuru leo kwa sababu tumeletewa hapa Lupe, nimesafiri nimekuja kwa sababu ninahitaji matibabu. Kifua inanisumbua mara kwa mara, hujaa wakati mwingine kupumua kwangu inakuwa ngumu. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia.